Jajamani, eneo lapi ndio sehemu inatumika kujificha usali kulia, na wakati wawiliausali Jumatano na Alhamisi. Hii asehemu kujificha, na kwa ndani pale kuna taswira kama nyumba ya msonge imejitengeneza ndani pale, naa tukaingia